Mtizamo wa mwezi wa kimataifa ni bidaa, haijakuwekwa wakati wa mtume wala wakati wa masahaba wa mtume sa salam. Naomba ujumbe wangu huu umfikie mhusika, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema adinu nasiha, dini nkupeana nasaha, na sahaba Umar bin Khattabi asema wala khaira fi qaumin la yuhibbuna nasihin, hakuna khairi kwa watu ambao hawawapendi wale wanampa nasaha. Huyu shekhe amesema kwamba mwezi wa kimataifa ni bid'a. Maana yake ni kwamba zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna kufuata mwezi wa kimataifa ilikuwa kwa watu wanafuata mwezi wa miji yao. Sasa maelezo haya si sahihi kwa sababu katika sunani ya Abu Daud na sunani Ibnu Maja na Addara Qutni katika kitabu Siyam imekuja riwaya au hadithi ya Abu Umairi bni Anas bni Malik riwaya yasema: anna rakban, hakika msafara, yani kundi, kikosi cha watu, jau ila lnabii, walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yashhaduna, wakitoa ushahidi, annahum, kwamba wao, raaul hilala bil amsi, waliuona mwezi jana. fa amarahu mtume akawaamrisha an yuftiru, wafungue watu wa pale Madina, wa idha asbahu, na wakiamka asubuhi yaghdu ila musallahum, waende katika viwanja vya idi wakaswali. Baadhi ya riwaya zasema wale watu walikuja pale Madina baada ma irtafaa naharu, walikuja wakati wa jioni kabisa. Huko wanakuja pale Madina, wamwambia Mtume, ya Rasulullah, sisi tumeuona mwezi katika mji wetu. Mtume hakusema aa, nyinyi mna mwezi wenu mpaka sisi tuone hapa Madina, hakusema hivyo Mtume. Kwa hiyo waislamu waelewe kuwa mtume salallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa anapoletewa habari ya mwezi kutoka pahala popote pale anachukua hilo halina mjadala. Hakuna hata ghurafi mmoja atakayesema si kweli. Ilikuwa habari mtume akiletewa kuwa watu fulani au pahala fulani mwezi umeonekana anachukua habari. Moja ya dalili ni hii ambayo tumeitoa hapo lakini pia kauli ya jumhuri, tukisema kauli ya jumhuri katika zile madhehebu nne, madhehebu tatu zinaliwafiki hili suala, isipokuwa madhhabu ya Limamu Shafii wametofautiana. Kina Alimamu Lbaghawi, kina Limamu Ruyani, kina Abu Tayib Alqadhi Abu Tayib, wao msimamo wao, pamoja na kwamba wao ni Shafiia, wanasema mwezi ni wa pahala popote. Lakini pia Limamu Lbaghawi amenukuu kauli ya Alimamu Shafii mwenyewe pia moja katika kauli za alimamu Shafi'i ni kuwa mwezi utakapoonekana popote basi watu wafunge na kufungua. Ameyaeleza alimamu Al-Baghawi. Soma kitabu Tarhu Tathrib cha alimamu Al-Iraqi sisi tunatambua uwepo wa kauli ya kitaifa kwamba kuna wanachuoni wanaosema kila mtu afunge na mji wake. Sisi twaheshimu hiyo kauli lakini haina nguvu kwetu. Kauli ambayo ina nguvu kwetu ni mwezi wa pahala popote. Kwa mtizamo wa mwezi wa kimataifa ni bidaa, haijakuwekwa wakati wa mtume wala wakati wa masahaba wa mtume sala salam. Ila kusema kuwa mwezi wa kitaifa ni bidaa, hii kauli si kauli ambayo inatakiwa kutoka kwa msomi. Sahaba Umar, kama ilivyokuja katika Sahihi Bukhari, wakati anakwenda Shamu alipofika njiani akaambiwa huko Shamu kuna tauni. Umar akasema basi turudini Madina sije tukaambukizwa. Abu Ubaida akamwambia Umar, tafiru min qadari Allah? Hivi unakimbia kadari ya Allah ya amira lmuminin? Hiyo ni qadari, twendeni tu. Umar akamwambia Abu Ubaida, awaghairuka ya Abu Ubaid. Maneno haya angeyasema mtu mwingine, sio wewe. Wewe Abu Ubaid ni so msomi, hakutakiwa kuzungumza maneno kama haya. Kwa hiyo hata mimi namwambia huyu shekhe kwamba kauli ya kusema mwezi wa kimataifa ni bidaa, kauli hii ilitakiwa kuzungumza mtu jahili.